Taharuki imetanda kwenye mtaa wa Jamhuri jijini Nairobi, huku wakazi wakidai kubomolewa kwa vibanda ambavyo wanasema vimekuwa ngome za uhalifu, ulanguzi wa mihadarati na maovu mengine ya kijamii. Wakazi wanasema vibanda hivyo haramu vimejengwa kwenye mifereji ya kuondoa maji taka na mabomba ya maji, hali inayosababisha kupotea kwa maji mara kwa mara. Ni mtaa wa Jamhuri jijini Nairobi. Wakaazi waliojawa na ghadhabu wanataka hatua zichukuliwe kufuatia ongezeko la vibanda ambavyo wanasema vimekuwa maficho ya wahalifu, wakiwemo walanguzi wa mihadarati. Hali kadhalika, wanasema vinatumiwa kuziba mifereji ya maji na hivyo kusababisha uhaba wa bidhaa hiyo muhimu. Uh, anyone buying water. Kuna watu wanauza madawa huko kwa hizo vioski na wanauzia watoto wa hii area, which is very dangerous for our children and we are concerned, kwa sababu watoto lika ile iko hapa ikipata nafasi ya kunywa hizo madawa inawadhuru wao wenyewe. Wakazi wanataka vibanda hivi vibomolewe na hatua kuchukuliwa dhidi ya wanaoendeleza biashara haramu. Kwingineko, maafisa wa polisi wakiongozwa na naibu kamishna wa kaunti Joel Kieti wamenasa gari lililokuwa likisafirisha pombe haramu na kuwatia mbaroni washukiwa watatu katika eneo la Mtuati, kaunti ndogo ya Meru. Maafisa hao waliokuwa wameshika doria kwenye barabara ya Lare Mtuati walipata katoni mia moja na moja za pombe iliyopigwa marufuku ya Smart Vodka na Trigger ni badia hii, pombe ya kienyeji tumehakikisha e, tupigane nayo na kila siku usiku na mchana. Kwa wiki iliyoimepita tumeweza kunaza zaidi ya lita elfu moja.